Mapema asubuhi ya Machi 29 mwaka wa 2025 tunakutana katika ofisi ya mkuu wa wilaya Morogoro mheshimiwa Musa Kilakala kwa ajili ya kuelekea katika mtaa wa Ngoto ndani ya manispaa Morogoro, lengo likiwa ni kwenda kukabidhi mabati 162 kwa ujasiriamali ambao ni mafundi seremala kutokana na vibanda vyao kuteketea kwa moto hivi karibuni. Katika mabati hayo 162 taasisi ya The Islamic Foundation yenye maskani yake mjini Morogoro imeweza kuchangia mabati 96 lengo likiwa ni kuwasaidia kurejesha shughuli zao za ufundi seremala kama awali. Msaada huo umetoka kwa taasisi ya The Islamic Foundation chini ya mwenyekiti wake Aref Nahdi ikiwa ni utaratibu wao kuwashika mkono makundi mbalimbali mbali yenye uhitaji pindi yanapoguswa na majanga mbalimbali katika maeneo tofauti hapa nchini, hali ambayo inamfanya mkuu wa wilaya Morogoro Musa Kilakala kutoa shukrani zake. Lakini awali ya yote ni mshukuru Mwenyezi Mungu mweza wa yote, lakini kipekee ni washukuru wadau ambayo ofisi ya mkuu wa wilaya imeshirikiana nao kwenye jambo hili. Nimewaita, nimezungumza nao, na wameonesha uungwana wao juu ya tukio hili. Kwa dhati, nimshukuru ndugu yangu Aref Nahdi, mwenyekiti wa The Islamic Foundation, na taasisi ya The Islamic Foundation wa uungwana wao mkubwa na kuguswa kwao kwa ajili ya kushika mkono vijana wetu wakinamama waliopata majanga ya moto katika eneo hili. Lakini ni washukuru ndugu zangu wa ATN, eh, kiongozwa na mkurugenzi Abdul Latifu kwa ungwana wake pia na kwa kuguswa na jambo hili. Lakini watatu, nimshukuru mzee wangu mzee Thabiti kwa ungwana wake na kwa kukubali ombi letu kwa kuwashika mkono vijana wakinamama ambao wame wamepata majanga haya, nimekabidhi bati, lakini bado uhitaji ni mkubwa. Tumekubaliana na diwani na timu ya tathmini itafanya tathmini, kwa hiyo nitarudi tena. Kwa wadau wengi hapa nimeshirikisha wadau wachache, lakini nitarudi kwa wadau wengi, ili tuwasaidie hawa vijana wetu waendelee kufanya shughuli zao za kila siku. Wameacha kuiba, wameacha kukaba, wameacha kufanya shughuli ambazo hazifai kwa jamii, wanatafuta kipato chao cha halali kama serikali na wadau ni wajibu wetu kuhakikisha tunarahisisha maisha yao ili wafanye kazi zao za kila siku ili familia ziendelee kupata mkate. Upande wake diwani wa kata ya Sabasaba Mohamed Lukwele anasema kuwa mkuu huyo wa wilaya ya Morogoro amefanya jambo jema kwa kushirikiana na wadau kuwashika mkono kundi hilo ambao wengi wao ni vijana. E, yote haya ni mipango ya Mwenyezi Mungu, lakini la pili nimshukuru sana mheshimiwa DC, mheshimiwa DC ametusaidia kwa kiasi kikubwa sana. Watu wanasema, e, asiye asiyekubali kidogo, basi hata kikubwa hawezi kukubaliana nacho. Na waathirika wa ajali hiyo ya moto wakaziomba taasisi nyingine kuiga mfano wa taasisi ya The Islamic Foundation katika kuwasaidia, kwani sasa wana hali mbaya kimaisha kutokana na mitaji yao kuteketea. Tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa Islamic Foundation kwa kutupa msaada huu wa bati tunashukuru sana, sana. Na asante sana. Tunaomba wadau wengine waendelee kutuunga mkono kama Islamic Foundation ili tuweze kurudisha maisha yetu kama kawaida hapo zamani. Natoa shukurani kwa hili ambalo limejitokeza hasa, mmetuonyesha kiasi kikubwa sana ambacho tunashindwa kuongea. Watu wanasema usiposhukuru kidogo hata kikubwa hutashukuru. Si tunasema kwamba msituchoke, bado tuna jukumu kubwa, kwa sababu tuna mahitaji makubwa sana Tunaomba mtubebe kwa fumla hii ambayo tayari mmetuonyesha hasa kwa kutuelekeza, kwa sababu tayari kuna sehemu watu hawana sehemu ya kuishi. Maisha yetu yameharibika mno. Tunahitaji misaada yenu kutoka kwenu na wahisani, lakini na hawa viongozi wetu basi wawe njia bega kwa bega pamoja na sisi ili tuweze kutimiza zile ndoto ambazo tunazihitaji. Mara baada ya kuzungumza na waathirika hao na kutana na mwenyekiti wa taasisi ya The Islamic Foundation Aref Nahdi naye kujua kwa nini wameamua kusaidia kundi hilo. Toa tena pole kwa ndugu zetu ambao wamepata maafa ya kuunguliwa hapa Morogoro vibanda vyao vya, vya biashara, na kama Islamic Foundation ni wadau wa kusaidia jamii inapotokea masuala yote ya maafa e, tulipozungumza na mkuu wa wilaya na kutugusia swala hili, tuliguswa na tukajitolea kwa upande wetu msaada wa bati 96 ili kusaidia jambo hili ili vijana wetu waendelee kuwa katika hali ya, ya kupata riski. Uh, pamoja kwamba niliwahi kuulizwa hii Islamic Foundation inasaidia Waislamu tu, tukawambia hapana, kwenye masuala kama haya kwa kweli tunawasaidia vijana wetu kwa dini zote, na huo ndio Uislamu ambao tumeelekezwa. Sanjari na hilo, mwenyekiti wa taasisi ya The Islamic Foundation anatumia fursa hiyo kuwatakia sikukuu njema ya Id el Fitri Waislamu wote hapa nchini pamoja na ulimwenguni kwa ujumla. Tunaomba tusherekee idi yetu kwa usalama na furaha, na vilevile tunawatakia heri kubwa ndugu zetu wote ulimwenguni. Kutoka mjini Morogoro, Hassan Ninga, TV Iman.